Ndugu zangu, karibuni, tuendelee na tafakari yetu hii ya jangwani, ambayo naamini wengi tunazidi kupata neema na baraka katika kipindi hiki eh, cha cha Kwaresma, katika hizi siku ambazo tumejitolea tafakari, hasa dhana nzima ya msamaha. Na tunaendelea na mada hii tukijaribu tafakari namna gani ya kuachilia, lakini tuna jaribu kutafakari sana sana zaidi namna gani naweza nikaathirika au nikapata madhara nisipokuwa na hii roho ya msamaha. Na nikuombe sana uwalike wengine uwaite wengine katika chaneli yetu hii, ili mwisho wa siku ifike sehemu tupumue vizuri yani, uf, tuwe, tuwe safi kabisa yani tuwe vizuri. Eh, tuwe vizuri kabisa, yaani kila mmoja angalau afike wakati aseme, maisha lazima yaende, matukio yanatokea, sisi ni binadamu, lakini maisha lazima yaendelee, lazima nami niwe huru kuendelea na maisha yangu. Nisibebe mtu vitu wala watu na nini, basi maisha yaendelee vizuri. Na leo tunaendelea na, na madhara mengine mawili ambayo tuyaangalie vizuri, tuyatafakari vizuri, ikitokea una roho ya msamaha au sina roho ya msamaha Madhara gani mengine naweza nikayapata? kuto samehe ni utumwa. Nelson Mandela wakati anatoka gerezani aliulizwa, unasemaje sasa? Akasema, nisipo samehe, licha ya kuwa niko nje ya gereza, licha ya kuwa niko huru, nitabaki kuwa ndani ya gereza, nitabaki kuwa mtumwa vile vile. <clears throat> Kwa hiyo alipoulizwa, anasemaje akasema, nimewaachilia, nimeachilia yote. Maisha yangu naomba yaendelee vizuri kabisa. Na kweli maisha yake alikuwa na amani na alisifika South Africa na dunia nzima kwa ujumla, tunamtambua. Kwa hiyo nimesema kutosamee ni sumu, kutosamee ni sumu, lakini leo tunaangalia kutosamee ni utumwa. Kutosamee ni utumwa. Kutosamee ni utumwa. Kutosamehe ni sawa na kubeba e, chungu cha moto kichwani, alafu ukijiangalia kichwani ujaweka kata ya aina hiyo yote. Kutosamehe ni mnyororo unaojifunga shingoni na mikono, ukitembea taratibu katika safari yako ya maisha. Kwa nje unaonekana uko huru, mikono imefunguka namna hii, lakini kichwani wewe ni mtumwa ni mtumwa kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu umebeba mtu kichwani mwako, hujaweka kata kichwani mwako, na uliyembeba yuko sehemu, anapiga miruzi, anaendelea na maisha yake, anafurahi, ya wewe ni mtumwa. Usiye msamehe yule ambao hujamsamehe, unambeba kila uendako utamsimulia kila uendako utamwadithia kila uendako, uta uendako. Watu yezekana hata wasimjue, wanakujua wewe lakini habari zake zinajulikana huko. Kumbe wewe ndio umembeba wewe ndio unaonekana kabisa mtumwa wake. Yeye akuelezei kokote, akufikiri akubebi kokote pale. Naomba nikwambie kitu, utabaki unamwongelea utabaki unamuaza, utabaki unalia, wakati mwingine hautakula. We si mtumwa? Hautakula. wakati mwingine utakaa unasubiria simu yake, ni mtumwa. Wakati mwingine utabaki unaangalia picha yake, ni mtumwa. Wakati mwingine utabaki unafikiria tukio lilotokea, ni mtumwa. Aa, sasa unatamani e, kumtua chini au maisha yaende, lakini unabaki kuwa mtumwa, ni kwa sababu una roho ya msamaha. Njia pekee ya kutua tukio, njia pekee ya kutua mtu, njia pekee ya kutoa mnyororo huu uliojifunga shingoni na mikono ni kusema inatosha, kuacha maisha yaende na kusamehe, ya na namwachia Mungu, maisha lazima yaendelee ni kuombe, acha kuwa mtumwa katika safari yako ya maisha, kwa sababu tukio lishapita, mtu andela na maisha yako, wewe unateseka. Kwa nini ujitese katika maisha haya? Achilia, uwe huru, uongee kwa huru, ufikirie kwa huru, utende kwa huru, acha kuwa mtumwa. Kingine, kutosamehe kunazuia baraka za Mwenyezi Mungu kwako. Naomba nikueleze ukweli, kutosamehe kunazuia baraka za Mwenyezi Mungu kwako. Inasema vizuri, nitakueleza. Niweleze moja ya vitu vinavyovunja au kuharibu mnyororo wa baraka na kukukata roho e, au kukata ni hii roho ya kutosamehe. Kasome vizuri Injili ya Marko ile sura ya kumi na moja aya ile ya ishirini na mbili hadi ishirini na sita. Kasome tena Injili ya Matayo ile sura ya sita aya ya kumi na nne na ile aya ya kumi na tano au kitabu cha Nabii Isaya ile sura ya kwanza aya ya kumi na tano. Sasa wewe uliyesamea, zaidi uliyesamewa zaidi lazima usamehe zaidi ili baraka za Mungu ziweze kuonekana katika maisha yako. Umesamewa sana, lazima nawe usamehe ili baraka zizidi kuonekana katika safari yako ya maisha. Injili ya Mathayo ile sura ya 18 aya ya 23 mpaka 25. Na ndio maana, ndio maana neno linalohusu msamaha limetokea mara 127 katika maandiko matakatifu. Kutosamehe ni sawa na kusahau. Ni mara ngapi wewe na mimi tumesamehewa na Mungu, na wakati mwingine tumekuwa radhi kulia mbele ya Mungu, wakati mwingine tumepiga makoti, tunagaragara kabisa, Mungu atusamehe, Mungu atuone, kwa sababu tunaamini labda tunapitia matukio fulani kwa sababu tumekosa mbele Mungu, Mungu ya Mungu au Mungu anatuadhibu kitu ambacho si sawa. Mungu wetu sio Mungu wa namna hiyo, lakini wakati mwingine tunalia hivyo tunaumia hivyo tukiamini na Mungu, Mungu Mungu ni wa msamaha, anatusamehe. Wakati mwingine tunaenda katika sakramenti ya kitubio, tunajuta ndani kabisa, tunalia kwa ndani na Mungu anatusamehe, lakini sisi niyo wa kwanza kushika mawe na kuwarushia wengine. Ukisoma Injili ya Yohane ile sura ya nane aya ile ya saba na ile aya ya kumi na moja naomba nikwambie kitu: Mungu si mtu hata aseme uongo, si mwanadamu hata abadili nia yake. Je, ataahidi kitu na asikifanye au kusema kitu asikitimize? Ukisoma kitabu cha Hesabu ile sura ya 23 aya 19, samee nawe utasameewa. Ukiwa na roho ya msamaha, naomba nikwambie ukweli kabisa, baraka za Mungu zitaonekana katika safari yako ya maisha. Milango yako itafunguka, ndoto zako zitatimia, utu wako utaimarika, nawe utasifika mbele ya wanadamu nawe utapata neema na baraka mbele ya huyu aliyekuumba. Neema na baraka zake Mungu Mwenyezi zizidi kukaa nawe, uwe na roho hii ya msamaha, ili uonje kweli baraka kutoka kwake. Tumsifu Yesu Kristo.